Watu kumi na mmoja wanaaminika kuwa wamepoteza maisha yao kwenye ajali ya ndege iliyokuwa ikitoka eneo la Diani. Kulingana na ripoti ya sasa hivi kutoka kwa kampuni ya Mombasa Air Safaris, imethibitika kuwa watu kumi waliofariki walikuwa ni watalii pamoja na mhudumu mmoja wa ndege. Ndege ile ilikuwa ili inatoka Diani ikielekea eneo la Kichwa Tembo, Masai Mara. Mary Kyalo anaarifu. Watu takriban kumi na mmoja wamepoteza maisha yao baada ya kuhusika kwenye ajali ya ndege punde tu ilipong'oa nanga kutoka Diani, kaunti ya Kwale. Haya yakidhibitishwa na mamlaka ya usafiri wa anga nchini KCA. And it was or Kamishna wa polisi mkoa wa Pwani Ali Nuno, akiweka wazi kuwa waliopoteza maisha yao walikuwa watalii, na kuwa uchunguzi unaendelea ili kudhibiti walikuwa wakitoka mataifa yepi. Kando na hayo, kamishna huyu amedokeza kuwa kama idara ya polisi, wamewekeza mikakati ya kuwapa Wakenya na watalii ulinzi wakati huu wa shamrashamra za Krismasi na mwaka mpya.